Habari, huku mtazamaji wa MS TV, karibu katika mwendelezo wa kipindi vyetu na leo tupo katika eneo ya yeah, kuoni kijiji cha Kichakapungu, nimekuja kuonana na wakulima wetu kutoka katika taasisi ya MS Agriculture Service. Hii ni taasisi inayolenga kuwasaidia vijana wakulima na jamii kiujumla katika shughuli nzima za kilimo pamoja na leo hii tutajifunza magonjwa mbalimbali yanayoathiri mimea, na kusihi ndugu mtazamaji, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu, sahau kusubscribe channel yetu yalina, ili uo mwanzo kupata habari zetu. Kwa jina naitwa umikusumu Hasanali kutoka taasisi MS Agriculture Service inojishughulisha na kuwasaidia vijana katika shughuli nzima za kilimo na ufugaji. Tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu na leo hii tupo kujifunza magonjwa mbalimbali yanayoathiri mimea na kwa siku ya leo tutazungumzia magonjwa ya aina ya kuvu au funguses. Moja ya gonjwa ambalo tumeliona katika shamba letu leo hii ni gonjwa la fungus aina ya Down mildew. Down mildew ni gonjwa linalosababishwa na fangi ambalo hushambulia mazao tofauti tofauti kama vile nyanya, pilipili, boga, tungule matango na kadhalika. Down mildew ni gonjwa la kuvu ambalo linasababishwa na fungus aina ya peronospora species. Fungus hawa mara nyingi hupatikana katika udongo ambao wanaweza wakasababisha ili gonjwa kutokezea au kuapia katika mmea wako. Ni sababishi vya ugonjwa. Magonjwa haya ya down, gonjwa hili la down mildew linaweza likasababishwa na hali ya unyevunyevu au baridi. Hii ni kutokana na kwamba marazi mingi ya viruses au karibia marazi yote ya viruses, yanashabihiana au yanakuwa karibu sana kuweza kutokezea katika mmea wako, ikiwa kuna hali ya baridi baridi au unyevu unyevu uliopitiliza kiasi. Lakini pia sababu nyingine inaweza kupelekea gonjwa hili la down mildew ni kukosa rotation kwa mazao yako. Ikiwa hufanyi rotation au mzunguko mzuri wa mazao katika shamba lako, pia unaweza ukasababisha au ukachochea kwa namna moja ama nyingine uibukaji wa hili gonjwa. Dalili ambazo unaweza ukaziona ikiwa gonjwa hili limeathiri mmea wako, dalili ya kwanza utaona mabaka ya manjano katika uso wa jani. Dalili ya pili, chini ya jani utakuwa unaona unga mweupe au unga wa rangi ya kijivu. Lakini pia dalili ya mwisho, mti yani majani hukauka na pia hudondoka mapema. Kwa hiyo mti huufa bado ukiwa ni mdogo, ikiwa hujateki measurement a control measure ya aina yoyote. Lakini ugonjwa hili pia kama tulivyosema athari zake kwa mmea kwamba mmea wetu unakuwa hauendelei kukua vizuri, mwisho wa siku mmea hufa lakini pia haufiki katika ile stage ya kuzaa. Ugonjwa huu unadhibitiwa kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza tutafanya kilimo ambacho kitakuwa ni bora zaidi na kilimo ambacho kitakuwa ni bora cha kwanza ni kupanda miti yako katika spesi ambayo itakuwa ni nzuri au spesi ambayo itakuwa ni sawa katika mmea wako ili kuupa mmea wako nafasi ya kuweza kupumua vizuri ili kuepuka usambazaji wa magonjwa haraka. Lakini pia njia ya pili ni kutumia umwagiliaji uliokuwa bora. Tunashauri sana wakulima wa mbogamboga kama vile chungule, pilipiliboga watumie drip ambazo zitakuwa zinapeleka maji moja kwa moja katika mmea wako kuliko kutumia njia ya kumwagilia maji juu ya mmea ambapo inaweza ikasababisha ile hali ya unyevunyevu unyevu, na ukachochea pia u, u, u, u, na ukachochea ugonjwa kuweza kupatikana katika mmea wako. Lakini pia njia nyingine ambazo tunaweza tukatumia ili kudhibiti ugonjwa huu ni kwa kutumia viwatilifu. Viwatilifu vipo kwa namna mbili kuna viuatilifu ambavyo utatumia kuweza kukinga ugonjwa huu kuweza kuwepo katika mimea yako, lakini pia kuna viuatilifu ambavyo utaweza kutumia kama ni tiba baada ya ugonjwa huu kuona katika mimea yako. Viuatilifu ambavyo tunatumia kuweza kukinga ugonjwa huu katika mimea yetu au katika mashamba yetu, unaweza ukatumia copper oxychloride na mancozeb lakini pia viuatilifu ambavyo tunatumia kama kutibu gonjwa hili wakati tayari tushaliona katika mazao yetu au katika mimea yetu shambani tunatumia metalax, pia tunaweza tukatumia red copper, ili kuweza kudhibiti au kupunguza kasi au kuondosha kabisa gonjwa hili lisitokee tena katika mazao yetu. Lakini pia cha mwisho, mkulima anashauriwa kutumia dawa zaidi ya moja katika mzunguko maalum ili kuepusha usugu wa vimelea katika gonjwa ambalo unalitibu katika shamba lako.